na wadau wengi wa soka nchini Tanzania ni mchezo ambao utakwenda kuchezwa tarehe nane ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo mchezo huu utakwenda kupigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kikosi cha timu ya soka Yanga wakiwa wenyeji wakiwaalika watani wa jadi ambao ni Simba Sports Club. Mchezo huu kwa mujibu wa ratiba utakwenda kuchezwa kuanzia majira ya saa moja na robo usiku, kwa hiyo ni mechi ambayo inavikutanisha vilabu vyenye azi kubwa ama nyota tano kutokea katika ligi kuu Tanzania bara, ambapo mchezo huu jina lake maarufu ni Kariakoo Derby. Sasa, kuelekea katika mchezo huu, tunaona kunako msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, klabu ya soka Yanga Sports Club ndio vinara wakiwa wamecheza michezo ishirini na mbili wameshinda michezo kumi na tisa sare ni mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili Young Africans wamefunga mabao hamsini na nane na wakuruhusu mabao tisa, kiufupi goal difference ni mabao arobaini ni mabao arobaini na tisa wakiwa na pointi hamsini na nane kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC lakini Young Africans wanakwenda kukutana na Simba Sports Club ambapo Simba msimu wamejipata wapo katika nafasi ya pili wakiwa wamecheza michezo ishirini na moja Simba Sports Club wameshinda michezo kumi na saba sare ikiwa ni michezo mitatu na kupoteza mchezo mmoja. Simba Sports Club wamefunga mabao arobaini na sita na kuruhusu mabao nane, goal difference ni mabao thelathini na nane wakiwa na pointi hamsini na nne katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunaona tofauti ya alama kati ya Simba na Yanga ni tofauti ya alama nne, kwa sababu Yanga na pointi 58 ya Simba akiwa na pointi 54 lakini kumbukwe, Simba yeye amecheza michezo ishirini na moja Yanga wakicheza michezo ishirini na mbili na kuelekea katika debi, tunaona Yanga ndiyo klabu ambayo imefunga mabao mengi, wakifunga mabao hamsini na nane lakini Simba ndiyo klabu ambayo imeruhusu magoli machache, yani Simba wamefungwa magoli machache kuliko klabu yote ile katika ligi kuu ya NBC wakifungwa mabao nane na historia inaonyesha head to head katika michezo kumi ya mwisho kukutana kati ya Simba Sports Club dhidi ya Yanga Sports Club basi Yanga ameshinda michezo sita huku Simba akishinda mchezo mmoja pekee na sare ikiwa ni michezo mitatu, na mechi ya mwisho kukutana ni mchezo uliochezwa tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi mwaka 2024 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba waliweza kupoteza kwa bao moja kwa sifuri bao la uh, Yanga likipatikana kutokana na, na mchezaji Kelvin Kijiri kuweza kujifunga. Kwa hiyo ni dabi ambayo itakwenda kuamua je, ni nani mbabe kati ya Simba dhidi ya Yanga SC Club msimu huu. Eh bwana, kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa soka unao nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia kuelekea katika mchezo huu wa Kariakoo dabi. Je, kwa upande wako wewe ni klabu gani ambayo unaiona itakwenda kuibuka na no ushindi mbele ya mwenzake? Toa maoni katika comment hapo, ili tuende sawa. Kama ni Simba tuambie kwenye comment section. kama ni Yanga tuambie kwenye comment section. Kisha like video yetu kama unaamini klabu yako itakwenda kuibuka na no ushindi katika mchezo huu. Sasa kuelekea katika mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, kupitia kocha mkuu wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Fadlu Davis ameweza kutangaza kikosi chake cha kwanza ambacho kinatarajia kuanza mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Young Africans. Kwa upande wa golikipa ambaye atakwenda kusimama katika milingoti mitatu ni Ali Salim Katoro kutokana na golikipa Musa Kamara kuwa na majera. Eneo la fulbeki namba mbili atakwenda kuanza Shomari Kapombe, huku fulbeki namba tatu akienda kuanza Mohamed Hussein Shabalala. Eneo la center back namba nne klabu ya soka ya Simba Sports Club watarajia kuanza na Abdulrazak Amza, huku center back namba tano akienda kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Shamu Karabua kutokana na, na mchezaji Chemalone Fondo kuumia. Eneo la kiungo namba sita klabu ya soka ya Simba Sports Club wanatarajia kuanza na mchezaji Yusufu Kagoma huku eneo la winga namba saba akienda kuanza mchezaji anofahamika kwa jina la Kibu Dennis Prosper. Eneo la kiungo namba nane, klabu ya soka ya Simba wanatarajia kuanza na Fabrice Luamba Ngoma, huku mshambuliaji namba tisa ambaye atakwenda kuongoza safu ya ushambuliaji ni Leonel Christian Atiba Mbida. Eneo la kiungo namba kumi, klabu ya soka ya Simba Sports Club wanatarajia kuanza na Jan Chalewa, huku winga namba kumi na moja akienda kuanza Elimpanzu Kibi Sawala. Hicho ndicho kikosi cha mnyama Simba Sports Club kuelekea katika mchezo wa Kariakoo Dabi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club.